Nilivyokuarifu kutoka mitandaoni kote ya kwamba tutakuwa nao wageni wetu, wageni wa nguvu sana, na naarifiwa kwamba tayari washawasili kwa, washa kwa hivyo tunazama tu kidogo, tukizuka tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Ama vipi, ndugu yangu, labda umhakikishie msikilizaji ya kwamba ni kipi labda anatarajia kukisikia baada ya muda usiokuwa mrefu. Mm, baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunazungumzia maswala ya SRHR Diyo, na ni kitu ambacho kitaelezewa kwa undani na wageni wetu, mweze kuelewa na kuelewa ile vizuri kabisa mpaka unaweza hata kufundisha mwenzako. Dayo Radio, kuwafikia na kuwezesha jamii Mana tumekuletea hapa experts, mm-hmm. uh, wa nguvu uh, kuweza kuzungumzia masuala haya ya SRHR. Nataka tusikae warefu sana tuweze kumtambulisha rasmi eh, kwa majina yake, anatoka wapi, anafanya kazi na idara gani, kisha baadaye tuingie katika mada. Karibu sana. Asante sana kwa majina. mm -hmm. Naitwa Serina Kithinji, nafanya kazi na idara ya afya Mombasa County. mm -hmm. Nasimamia unit ya gender based violence uh, mm -hmm. prevention mm -hmm. Mm -hmm. mental health and adolescent and young persons uh, karibu sana mm -hmm. na tukianza tu labda, uh, tungetaka wasikilizaji wajue, manake watu wengi wanauliza jamani, hiyo SRHR ni nini? mm -hmm. hebu tueleze kwanza hiyo SRHR na namaanisha nini, iko na urefu wake, ama hivyo ndio hivyo ilivyo, na, na, na inanisaidia nini mimi kama mwananchi? Eh, SRH. Eh, SRHR mm -hmm. Ina maana ni jina na ufupi wa sexual and reproductive health and rights, nayo mm -hmm. Ina maana ya kuwa ni hali ya ustawi wa kiafya mm -hmm na ustawi wa kiafya tunaongelea u, u, afya ya uzazi mm -hmm. na hii afya ya uzazi mm -hmm. Ustawi unatakikana iwe ni ustawi wa kiafya ya kimwili mm -hmm. wa kiakili, alafu mm -hmm. Sasa ndio tutaongea mambo ya afya ya kiakili na jamii hiyo mm -hmm. ndio sexual reproductive health, alafu mm -hmm. tukiongea kuhusu rights mm -hmm. ni ile haki ambayo mm -hmm. e, imepeanwa katika Uh -huh. Eh, sheria za Kenya uh -huh. Under the Bill of Rights uh -huh. ya kuwa under Article 43A of the Constitution of Kenya uh -huh. inaimisha wananchi waweze kupewa eh, huduma ambazo zina ustawi wa juu mm -hmm. na afya ya uzazi ni jukumu si la serikali peke yake. mm -hmm. Ni jukumu la mtu yeyote, mm -hmm. katika kudumisha afya ya uzazi. Na ujue afya ya uzazi inakuja na mambo pia ya sexuality, mm -hmm. Mambo ya sexuality tukisema kwa Kiswahili ni tunasema ngono, mm -hmm. japo watu wanaona tamko la ngono ni kama kitu ki kubwa sana mm -hmm. Lakini tunapoongea kuhusu afya ya uzazi huwezi kosa kutamka hilo mm -hmm. neno ngono kwa sababu kitendo cha ngono sana sana ndicho huwa kinaleta shinda mingi katika afya ya kiuzazi mm -hmm. Kati ya miaka siku hizi hata wa, miaka kumi tumeona wengine wanapata hedhi, lakini aijakwanzia miaka kumi na mbili kuendelea mwanamke atapata hedhi na wakati waka, ambapo ana ana ako katika ile hali, mm -hmm. ili kudumisha afya ya uzazi, mm -hmm. kuna vitu anapaswa kuangazia na kuangalia. mm -hmm. Katika hali hiyo anastahili kujua, kitu ya kwanza ni kuwa anapata edhi kwa sababu kuna chemical ama hormones, ambazo ziko kwa mwili mm -hmm. Kizazi huwa kinatayarishwa kuta, kuta, kutarajia mtoto mm -hmm. Lakini wakati ujauzito ujatungwa, mm -hmm. hedhi itatoka, damu itatoka kama hedhi mm -hmm. Kwa hivyo kundumisha afya yake anapaswa kuangalia usafi, ndio mm -hmm. Pale wasichana wanahitaji eh, sanitary pants mm -hmm. Kwa ajili ya kuzuilia ile hedhi mm -hmm. Kuna wengine wanakuwa na shindas kama maumivu ya tumbo ambao wakati ule kuna watu wengine wa, wengine wataweza kustamili bila matibabu, wengine watahitaji eh, ndawa za kutulisha hiyo mm, maumivu labda. Katika haya masuala hayo ya kuangalia, nani zaidi mnahisi kwamba ni mlengwa sana wa elimu kama hii? Elimu kama hii mlengwa ni mzazi mm -hmm. na watoto ambao wa, wa, wa, wa, ya, young people tuseme adolescent or, young people sana sana mm -hmm. sana, wale ambao wanaokuwa mm -hmm. wanapaswa kujielewa wakati wanakuwa wanakuwa vipi. mm -hmm. isia nikiona wasichana wakiona swa wakati matiti yanamea mea mm -hmm. mm -hmm. awaelewi ni nini, kina, kinatokezea kwa miili yao. Ndiyo. Wanaanza wanaanza kuwa na wasiwasi. mm -hmm. Ukiangalia mara ingine, wanatembea wameinama, mm -hmm. kwa sababu hawataki watu waone ile umbo vile linabadilika. mm -hmm. Anaona mwili unanenepa kiasi ya kuwa, mm -hmm. mimi siku hivi mbona nimeanza kunenepa? Kwa hivyo e, somo kama hili ni muhimu kwa wazazi ambao wanalea teenagers, teenagers ili waweze kuwaelezea ya kuwa ni kawaida kwa hivyo ni, ki, ni kusema afya ya uzazi mm -hmm. haianzii pale unapoona mimba mm -hmm. haianzii pale unaona mtu amepata STI mm -hmm. haianzii pale unaona mtu me, ana magonjwa ambayo inahusikana inausi, na uzazi mm -hmm. na ya, inaanzia pale unapoumbwa mtumboni mm -hmm. Je, mnapotoa mafunzo kama haya mm -hmm. wako wapi watu wenye ulemavu? Mm -hmm. uh, PWD mm -hmm. Asante sana kwa hilo swali, na vile nitaimisha ni kuwa uh -huh. katika bill of rights uh -huh. wakati inaongea kuhusu afya ya afya, haki uh -huh. ya kupewa huduma, uh, za kiafya uh -huh. information access, inaongea imetaja mambo, kitu inaitwa nani, discriminatory uh -huh. bila ubaguzi uh -huh na kweli ambao wana, u, wana ulemavu tofauti mm-hmm. Kulingana na ile hali ya ulemavu uko nayo mm -hmm. uko na changamoto zaidi mm -hmm. Kwa sababu tuseme ni ulemavu wa kutosikia mm -hmm. Wakati tunapasa information, ama tunahamasisha tuna mm -hmm. Yeah. Ama sahi tunapokuwa hapa kwa redio tunaongea mm hata -hmm. Kama alikuwa ako na redio yake wesi msaidia mm -hmm. Kwa sababu asikii chenye tunasema mm -hmm. Kwa hivyo wakati pia wana ulemavu ukoto mwingi ali mwingi piana ujumbe mm. Ni kweli sana sana hawa watu ambao wana ulemavu hawafikiwi mm. vizuri Kale. Na kuna inabidi mm. tuwe na umakinifu na tuweze kufanya kitu inaitwa delivery effort bindii na juhundi sahihi za mm -hmm. sa kuwatafuta mahali walipo, mm -hmm. na tutafute wale ambao wanaokaa nao mm -hmm. caregivers, mm -hmm. kwa sababu walemavu wengi wanategemea caregivers, mm -hmm. ili waweze kupewa information, mm -hmm. na waweze kupata information kulingana na vile iko, mm -hmm. kwa sababu ni kweli changamoto zao ni nyingi. mm -hmm. Dayo Radio kuwafikia na kuwezesha jamii tutakuwa tunafungulia nambari yetu ya simu kama kawaida ni 0790204487, nambari yetu ya arafa pia vile vile, whatsapp ama sms ukiweza pia unatuma pale, swali lako litakuwa linajibiwa vizuri tena sana. Dayo Radio kuwafikia na kuwezesha jamii. Labda mm -hmm. mm -hmm. tu kusoma swali la mwisho alafu mm -hmm. zingine tutasoma baadaye mm -hmm. kuna huyu anajiita Uh, all matters health anasema, mm-hmm. Huduma za SRH zinapaswa kuboreshwa vipi ili kuwa rafiki kwa vijana walio katika mazingira ya migogoro ya familia au mabweni ya shule? Yeah. Naanza na hiyo swali la mwisho, changamoto zenye zinaweza dhuru kijana kufanya maamuzi mm -hmm. sawa ya hafya mm -hmm. ya uzazi mm -hmm. siko mingi sana, sana depression. Mm -hmm. Wakati wa mtu ako na msongo wa mawazo mm -hmm. hana uwezo wa kufanya maamuzi sawa mm -hmm. ukiwa akili yako yatulia, mm -hmm. eh, stress mm -hmm. eh, pia awezi fanya maamuzi ambayo iko sawa mm -hmm. Na pia ukiwa na hasira mm -hmm. Hasira pia huwezi fanya maamuzi ya sawa mm -hmm. Na kuna baadhi ya magonjwa ya kiakili mm -hmm. mm -hmm. Karibu zote, baadhi ya magonjwa ya kiakili tunaongea kuhusu mental health disorders mm -hmm. Nyingi zinavyosababisha mtu asifanye maamuzi ambao ni sawa mm -hmm. Kwa hivyo kwa upande wa vijana mm -hmm. Sana sana ile kitu wana inawasumbua sana ni kuwa kuhusisha wanaume katika, wanaume ndio watu si rahisi kupata mm -hmm. Ukiita mkutano utapata wawili watatu. Mm. Kwa hivyo zile juhudi tunachukua tuna hmm. ni kuwa na baraza za wanaume peke yake hmm. yeah. na mahali ambapo tunaweza kuwapata pia kwa baraza zenye ziko hmm. hmm. na watu wengine tunaongea, tunawafundisha pale na tuko pia na wahudumu wa afya uh, wanyanjani hmm. pia wanahamasisha pia watu wote tu community dialogues pia mm -hmm. huwa tunafanya, na kuna zenye zinafanyika ndio zinahusisha wanaume mm -hmm. Asante sana waja, tupokee simu moja. Safi sana. Mambo vipi? Poa sana, salama sana. Ndio eh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hedhi. Wakati, wakati mwingi unapata kuna baadhi ya wasichana ambao wanakuwa na cramps, yaani ile mtu anakuwa mgonjwa sana mm -hmm. So kuna baadhi ya watu ambao wanasema eti mwanamke ama msichana hapaswi kumeza dawa za za kupunguza hayo makali like kila month kila mwezi hapaswi mm -hmm. kumeza hizo dawa sijui ziko na madhara mm -hmm. Sasa mimi ningetaka hapo mgeni wetu anifafanulie, je, ni ukweli hizi dawa za kupunguza mm -hmm. machungu kama Buscopan mm -hmm. zinakuwa na effect baadaye ama mm -hmm. pengine ni njia gani rahisi nzuri ambayo mtu anapaswa kutumia wakati akona inaitwa nini hiyo dawa Buscopan? Na kuna Piriton pia. Asante sana ndugu yangu Hafsa, thank you. Usishangae so much. mm -hmm. Najuaje haya madawa <laughs> ah, asante labda kwa ufafanuzi ndugu yangu, asante sana na ningependa kusema Piriton ya iswidi abdominal cramps. mm -hmm. Lakini swali ama, ameuliza ni swali ambao wasichana wengi linawatatiza. mm -hmm. Kwa sababu wakati hedhi natoka ni kama wakati unasafisha nyumba. mm -hmm. E, uterus ina undergo contractions. mm -hmm. Na hizo contractions wengine zinawaumiza, mm -hmm. wengine hawasikii uchungu. mm -hmm. Kwa hivyo zile ndawa za maumivu ni muhimu na Baskopa ni aina shida kama umetumia mwezi huu kwa sababu mimetumia zile tembe ambazo, mm -hmm. zimeweza kuni, kulingana na vile umeagiziwa utumie na daktari na, daktari, na umetumia kulingana na hicho kiwango mm -hmm. kwa hivyo asina madhara ya kuwa umesitumia sana kwa sababu mm -hmm. kazi yake ni kupunguza hizo makali, makali ya, ya contractions. Asante sana. Hello, Dayo Radio. Hey, dame, dame, ni poa sana ni aje? Hey, uh, niko poa naongea na Omar Hamis kutoka maeneo mm -hmm. ya, ya Kasarani huko mm -hmm, mm -hmm. uh, bwana mi na, swali hapo kwa madamu wetu mm -hmm. na ningependa kuuliza hivi, uh, ni umri gani uh, unafaa uh, kwa vijana kuanza kupata elimu ya afya ya uzazi mm -hmm. umri gani ambao unafaa? asante sana. Asante sana asante sana ndugu yangu endelea kutegea Anauliza age, age gani yaani, ni umri gani ambapo uh, mtu anastahili kupata hii, labda tu mzazi ana, mm. ni wakati gani inafaa aanze kuzungumza na mtoto wake kuhusiana na masuala kama haya. Asante uh, sana, ningependa kusema umri wowote, lakini information. Mm. hii kuna kitu tunaita ha, age appropriate information mm -hmm. mm. unaangalia yule mtoto ama Yeah, mtoto unapatia ile information mm -hmm. inamfaa kwa umri huo mm -hmm. kwa sababu kama tunajua uh, mambo ya uzazi ni kubwa mm -hmm. Zara, watu wasifikirie family planning peke yake, wafikirie mimba peke yake mm -hmm. hata kueleza mtoto wako mabandiliko ambayo mm -hmm. anayopata wakati anakuwa mm hiyo -hmm. ni muhimu. Kwa hivyo umri inalingana na ile kitu mm -hmm. umri wa mtoto unampatia information kulingana na ule umri amefika mm -hmm. na mahitaji yake ya ya wakati huo, kuna pita anasema napata vyema kutoka mtoa hapa, kwa nini suala la GBV mm huangaziwa -hmm. sana kwa wanawake ila kwa wanaume husa husalia kimya ilihali pia wao huwa ni waathiriwa wa janga hilo. Kuhusu magonjwa ya akili husumbua hususan pwani, umehusishwa sana na matumizi ya mihadarati. Je, kuna njia zingine zinazosababisha magonjwa haya? mm na labda tu akijibu akijibu Pite, naona alivyomwambia alivo tu kazungu maswala ya afya ya akili atakuja kuzungumzia tutakapomleta tena, lakini labda tu agusie kwa, kwa juu juu tu labda ili swala la GBV na kwa nini wanawake wengi wanaripotiwa ilhali kuna wanaume pia wanapigwa. Ningependa ku kueleza ya kuwa si hati wanawake ndio wanafuatiliziwa sana mm. Shinda ni kwa wanaume wataki kuripoti kwa sababu dhuluma kijinsia inamaanisha yakuwa mtu amedhulumu, either mwanamke amedhulumu mwanamume kwa sababu ye ni mwan, ni, <coughs> mwanamu, mme, durumu, ni jinsia ya kiume ama mwanamume amedhulumu mwanamke kwa kuwa ni jinsia ya kike. <coughs> <coughs> Na masuala hayo yote una utaka polipoti, kesi yako itafuatilizwa tu kama vile ya mwanamume ya, ya mwanamke inafuatiliziwa mm -hmm. Shinda ambayo tuko nao kubwa ni kuwa wanaume wanaona ni, ni aibu kusema mm -hmm. Bibi yangu amenichapa. Amenpiga. Lakini ningetaka kusema hapa leo mm -hmm. msikizaji e, tumesaidia wanaume wengi mm -hmm. na kuna wengine hata unapata wanapiga simu amefungiwa kwa nyumba aswa na, na bibi anataka kumdunga kisu mm -hmm. a kwa sababu unaona we mwanamume una mtu a kukusikiza mm -hmm. wakati unakandamizwa una na jinsia ya kike. Hamida hapa kutoka maeneo ya Ukunda anauliza, je, ni nini husababisha uchungu wa cramps, eh? na je, ni kweli kwamba mwanamke anapokuwa uh, na makali mengi ya hedhi akiolewa anaweza uh, kuisha? uh, Nafikiri kama vile nilielezea ni kuwa hedhi mm -hmm. ili itoke mm -hmm kile kizazi kilikuwa kimejitayarisha kiingie mtoto mm -hmm. Na huwa kimetengenezwa, kizazi kinakuwa like, kimeongezewa alea nyingine mm -hmm. Ili ingojee mtoto aweze kutulia pale miezi tisa azaliwe mm -hmm. Lakini anapokuwa hata ataweza kushika hata shika mimba mm -hmm. Mimba isiposhikwa ile kizazi kinasafishika mm. na kuna hormones niliongea kuhusu mm, hormones ile, ile ndamu itoke, ni hormones ndio huwa zinachangia mm -hmm. ili kiweze kama vile unaweza sema nguo unafua na sabuni mm -hmm. kwa hivyo mwili hakuna sabuni mm -hmm. kuna vichembe chembe, Mungu mwenyewe aliumba kaeka kwa mwanadamu mm -hmm. ambazo kuna hormones yenye na inactivate ile kizazi ile damu iweze kuwa inakuwa, mm -hmm. Kwa hivyo si kweli na. La, swali la pili kuwa ukifanya kitendo cha ngono ama ukiolewa mm -hmm. eh, zile cramps ama ile maumivu ya uz, ya wakati wa hedhi ita, ita, itaisha ita hiyo uh, si kweli mm -hmm. Na nitasema hiyo ni dhana potofu mm -hmm. ambayo imechangia wasichana wengi kupata mimba mm -hmm. imechangia wasichana wengi kuolewa mapema mm -hmm. e, kabla wakiwa watoto, kabla umri wao mm -hmm. ambao kabla hata hawajatimiza ndoto zao mm. wapate zile vitu wamefikiria, ka, nipate kama mtoto ili niweze kuwa mtu mzima yeah inachangia waolewe ili wa, wasisikie ule uzungu, uchungu mm. lakini hiyo nitasema ni ana potovu. Hello Dayo Radio, hello Dayo Radio, hello Dayo. Na kwa sababu leo nikija ni Brian hapa kutoka Magongo naam, eh, swali langu kwa mgeni ni hili uh -huh. Wasichana wajenzii hususan kizazi hiki cha sasa, ndio ndio wanapopata ujauzito, ndio ndio wana, wanatamani kujifungua kwa njia ya upasuaji, wanasema njia normal itaongeza uh -huh. njia ya uke, wa, uke wao. Je, kauli hiyo ni ukweli ama nini? Eh, asante sana yeah. ndugu yangu kwa swali lako muhimu sana zidi yeah. Kutegea tutakuwa tunazama nalo kwa muda usiokuwa mrefu. Thank you so much Dayo Radio kuwafikia na kuwezesha jamii.